Ligi ya makundi klabu bingwa barani Afrika. Sawa, ni kama vile mashabiki, I mean ni kama vile rotation imefanyika, lakini uh, kiasi fulani leo haijacheza vizuri Kisugu, umeionaje? Ah, ha, siwezi kukataa kwa muono wako lakini kwangu timu imecheza vizuri pointu, kwa sababu katika mashindano hayo tutafuti pointi wala tutafuti magoli. Kikubwa chote tunatafuta kwamba timu kokualifai kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Semu nyingine. Na mimi lazima niseme moja katika mechi, ambayo wana Simba wamekuja bila pressure ni mechi hii. Hususan katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Leo ukisema simama kwenye kumbukumbu nzuri, utaona namna ambavyo Simba na qualify. Wao tuna qualify jasho na damu inatoka katika uwanja Benjamin Mkapa. Lakini leo kila mwana Simba anatoka nyumbani kwake alijua kabisa anakwenda kulilax; anakuja kuangalia timu yake, tayari imesha qualify katika mashindano ya nini? Ya shirikisho klabu bingwa barani Afrika. Kwa sababu siku zote lazima nikiri kiri na lazima niseme moja katika timu ambayo waga inapitiaga njia ngumu sana ni Simba Sports. Kila mmoja anakumbuka mkana Red Devils ya Zambia, tunatoka kule tunafungwa mbili moja, tunakuja katika uwanja wa Benjamin Mkapa, dakika ya kumi na nne Bwaria anapokea pasi kutoka kwa Chisara, aggregate tatu moja. Jonas Gerard Mkude anaweka katikati, ndugu yangu Mendi Kagere anaweka katikati Aweni kabisa, kiza kinaingia. Achota chama nenda kalete kumbukumbu tunapocheza na AC Vita ile ya moto, Simba anakuja kupenda goli la jioni, timu la kufuzu. Lakini timu hii chini ya manager Pantef, tunampongeza tunamshukuru, kwanza amekuja kutengenezea, kutuondosha pressure. Mashabiki mashabi wa Simba tunapokuja katika mashindano kama haya, hususan kuja kuangalia timu yetu. Kwa hiyo kwetu, kwa niaba mashabiki wa Simba, mimi naamini wameridhia kuiona timu yao inatoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Pengine uh, hii sare ambayo umeipata na zile goli tatu ambazo mlishinda mkiwa ugenini ni kwamba mlibahatishe kisugu. Siku zote kuna mawe mechi nyumbani na mechi kuna ugenini. Meneja Pantev alikwenda kuimaliza mechi ugenini. Alipopata goli tatu amekuja kuitengeneza timu yake kurelax kuzuia. Kuna namna ambavyo tunatoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Besa lazima niseme tumeenjoy tumefurahi. Kuona timu yetu imefuzu. Kuelekea katika ligi ya makundi. Target ya Simba mwaka huu ni kucheza finali ya klabu bingwa barani. Afrika. Yes, hatua ya kwanza tumeshaanza. Na sisi ni klabu bora, ni klabu ya tano kwa bora kwenye bara nini? Afrika. Kisugu, ni kama mmebadilisha mfumo wenu hivi. Na ndio maana hata leo hawakutoka Simba ndio amekwenda leo singizini, leo usingizini, si usingizi, hawakutoka maana yake kutoka Simba kutokuendelea, kuendelea. Tafsiri vizuri shekhe. Unapozungumzia kwa Mkapa utoki, maana yake tunapata matokeo. Simba nasonga nini? Mbele, tumepata matokeo, hatukupata mbali na hivyo lakini. Kuna baadhi ya wachezaji viwango vyao vimeonekana kuwa na up and down za kutosha, kama elimu panzu anazungumzwa sana. Kisugu, wacha wazungumze, ni uhuru, kila mmoja anazungumza kile ambacho alichokiona, hatuwakatazi. Ndo maana mshabiki kazi yake kufanyaje? Kuzungumza, lakini mi naamini wachezaji wa Simba wote wamefanya vizuri moja uzuri wake wameivusha Simba kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine besa, ngoja nikwambia kitu kidogo sana leo. Mashindano haya baada ya kwisha uh -huh. maana yake Simba kuqualify uh hakuna -huh. ten tebo inaonyesha Simba na magoli matatu na pointi uh -huh. sita. Tebo yoyote inaonyesha Simba kwamba na magoli sita langabi. na ngapi na pointi sita, tunachotafuta ni kufuzu timu, mmefanyaje? Sisi tumefuzu kialali, kuna watu wamezurumu wekata Chumvi kataa, au kwa sababu umebadilika sasa hivi na wewe? <laughs> <Ska> badilika, eh? <laughs> we mwone sasa hivi kifua kile kifua kikubwa uh, uh, hey, ananyanyua na vyuma Yanga Dar es Salaam Yanga Africans nini? <laughs> <laughs> jana aliangalia mpira ameona goli ambalo limekataliwa, silvestani, goli safi ni goli halali. goli ambalo limefungwa mapema Hakuna mtu mwenye akili timamu akakataa dakika 16. Mzungumzeni hii timu iliyozulumu. Vipi waandishi nyinyi mnakaa mnaangalia timu ambayo imekolfa kihalali? Nyinyi mjue kama Yanga imezulumu. Na ukitaka kujua kwamba Yanga imezulumu, kamwangalia Dube ya kulia. Kajua kabisa katika nafsi yake tumezulumu. Kwani ndio sababu hiyo? Ndio. Ndio mimi nimeongea naye kwenye simu. Sababu mechi ilimkataa. Mimi nimeongea naye. Dube kakupigia. Yes, kanaambia kaka, ushindi kweli tumeshinda lakini tumezulumu na ndio maana mimi nimelia. Yes, wamedhulumu. Yes. Na wapongeza Azamu, wamekualify kwa halali. Mm -hmm. Wame survive takriban miaka 21 22. Mm -hmm. Wamekwenda robo fainali, nani group stage ya mm -hmm. shirikisho, hongera yao. Mm -hmm. Singida, Singida Big Star wamejiita hivi mbona? Ngoja mm -hmm. ule mchala wamekualify, hongera yao. Lakini siwezi kuwapongeza watu walio dhulumu. Siwezi. Nisiwe mnafiki mm -hmm. mbele ya kamera. Wale mm wote -hmm. wamedhulumu. Wamekataliwa goli. Silver Star, mwandishi gani wa habari anayojua mpira kalikataliwa ile goli? wekata <laughs> lazima usiuone kwa sababu ulijua kuna dhuluma. Naamua <laughs> kuzima na TV <laughs> <laughs> Yes, sisi tuko baharini, kazi yetu ni uvuvi au kazi yetu kucheza mpira, sio kuchagua yoyote. Atakayekuja si taruka naye yoyote, hatuna timu sisi ngeni kwetu katika mashindano haya. Malengo ya Simba mwaka kucheza fainali inshallah, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na jitihada za wachezaji wetu na namna ambavyo mashabiki wanajitolea kuja kuisupport timu yetu, mimi naamini tutakwenda kucheza fainali ya klabu bingwa bana. Inafika yes, hatujapata hela lakini tumekualify. Kuna watu wamepata hela kuzurumu, okay. eh. <laughs> <laughs> hiyo imekoka kichwani na nitaisema mpaka dunia ishe, kwa sababu Mungu ameumba pea, ameumba usiku, ameumba ame na nini mchana, ameumba halali na ameumba dhuluma. Wao wamezulumu, mimi siseme wamezulumu. Mm. Yes nasikia na baki anasajiliwa. Mtafute kesho <laughs> kesho nitafute. kesho nitafute, nilisema kuna timu inaingiza mashabiki bure ya kuingiza, yuko kiongozi alibaki siku tatu Malawi kuzungumza na uchizi vunga aje kwenye Dar es Salaam gafrikasi atakuja na maana jana performance imeshuka, mambo mengi mjini hapa bana, na hili apaksuguua amsa amara ameendelea kua majeruhi, lakini mrithi wake kwa sasa hivi Yakubu slima eh, ameendelea kuondoka na nai nafasi ya goalkeeper msimu huu eh, utaamua kwenda na nani sasa, maana ushindani unaonyeshwa na mrithi huyu Yakubu huuyakubu. Eh, kama mnamsahau kamera sasa hizi jambo nani anacheza? nani anacheza hachezi nafikiri, bado kwa ma kwa manager Pantev kila mmoja anajua pimbi ni kamera ana injani kikubwa. Wana Simba tunasimama kwenye dua na sara, tunamwombea aweze kupona ili kuona namna ambavyo anakuja kuipambania timu timu yake. Lakini Yakubu Selemani ni goalkeeper mzuri, ni goalkeeper ambaye tunamwamini, na leo ukimzungumzia Yakubu Selemani unakwenda kwenda kumzungumzia Tanzania One. Nafikiri kila mmoja anafanyaje, anajua taifa la jamhuri ya muungano wa Tanzania chini ya mama yetu Samia Suluhu, ukija katika upande wa football, mchezaji ambaye namba moja goalkeeping Yakubu Selemani. Kwa hiyo anapokaa Gorini, mashabiki wa Simba na kwa hana pressure. Wanajua ni mtu sahihi ambaye alofanyaje? Alokaa Gorini. Kwa hiyo tuendelea kumwombea Musa. Eh, sema hivyo watani wangu wa jadi, wameruka tope wameruka maji wamekanyaga tope uh -huh. Ah <laughs> wameruka maji. Wamekanyaga tope. Kwanini? na ukimwona ndugu yako baada ya kutoka kwenye tope kuingia kwenye maji kujisafisha, ukimwona anatoka kwenye maji anaingia kwenye tope huafanyaje? Amepotea. Mimi naamini kwamba Februari Afiki. Februari Afiki. Nimeangalia ni historia yake, nimeona kocha kawaida sana na vyeti vyake vya kawaida sana, hata Edina lema morenyo amfikii. Mi nafikiri kama angekuwa na maamuzi ya busara na hekima, angejipa muda wa kutafakari. Mi nafikiri timu angemkabidhi Edina angekuwa na uwezo mkubwa kuifundisha kuliko ni mwalimu aliyomleta Februari Afiki.